Shilingi milioni moja shilingi laki tano, ambayo mwalimu wake sheheshehe hana hiyo simu. Hii jambo la kawaida, jambo la kawaida kabisa, wala tatamannau mafadhala allahu bihi baadakum ala baad. Bas jambo la kawaida na hili. Shida inakuwa sasa inakuja, inakuja shida ya kimalezi, kwa maana kwamba ana mwalimu mwingine huku yule ambaye anayemfundisha huko, huko. Sasa ndio kwenye shida, huko tunapata tabu sana. Hawa walimu kwa wengi ni mtihani. Tungebaki kuwa ni sisi peke yetu, kuwa jambo rahisi, jambo ambalo kidogo li, lipo, lipo na linaweza likawa si kubwa sana. Kwa hiyo hiyo inapelekea sasa hawa vijana wetu wakati fulani wasikilize hata mawaidha ya madhehebu mengine huko mwisho wa siku anaathiriwa. Misizungumzi habari ya, ya upuuzi wa duniau, hayo ni ya kawaida. Lakini sasa unaweza ukaona anatoka baada ya kutakharaji mahad, anasema pale nimesoma, lakini wale ni mahizbi, wale ni mahizbi ah. Kwa hiyo amepata wapi? Nani alimfundisha hivyo? Kumbe teknolojia bwana, niliwahi kukagua simu ya mwanafunzi mmoja nikamwona ana magroup ya WhatsApp. Yale magroup unaona, group kadha, salafia nini, sijui group kadha, sijui nini, sijui sijui nini, sijui. Sasa huko ni mtihani ambao tunapambana nao, yaani mtu ana taharaji leo hapa, baada ya yes, kesho tu, kesho tu baada ya kuwa amepokea shahada yake tayari anaona kwamba hapa hakuna elimu, hapa palikuwa ni maeneo, eneo la mahisbi, eneo la mahisbi. Na kwa kweli tumepata tabu sana, tumepata vijana kama wawili watatu, anatoka hapa, tusikie pili yake imebadilika. Kwa nini? Kwa sababu ya hii teknolojia, imeleta tabu sana. Ni vigumu kuzuia kwa sababu mudiri wetu siku zote anasema anahimiza mambo hayo kwa sababu analeta taaluma. Kwa sababu kulikuwa wakati fulani tulikuwa tunafikiria kwamba mwanafunzi akishaingia pale getini, zile simu zake zote tunazitia kwenye jumu au sulfret, tunaziingiza ofisini, akitoka mwisho wa mwaka tunamkabidhi. Lakini ikawa ngumu sana hiyo kwa maisha ya sasa, hasa ukizingatia hawa wanafunzi ambao wanaosoma mahadi mamshafi, wengine umri wao wananipita mimi. Kwa hiyo inakuwa kidogo tabu. Sasa hii ni moja ya changamoto kubwa. Kwa hiyo niseme ndugu zangu, kwamba tuna changamoto nyingi, lakini tuna kazi kubwa sana ya kukilea chuo hiki na kuvilea vyuo vyote mfano wa chuo chetu hiki, kwa sababu kinachangia kwa kiasi kikubwa sana katika malezi na kupunguza mabalaa katika jamii. Wallahi, wakati fulani nilitembelea baadhi ya vijana wapo, ambao wapo katika maeneo mbalimbali kidawa hapa, niliwaona hawana kitu, lakini walioyafanya huko ni mambo ya ajabu mazito ambayo sisi hatuwezi kuyafanya, hatuwezi kuyafanya, wana vipaji vya ajabu ko kwa niseme kwamba ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mwisho kabisa, kuna ombi limeletwa maalumu hapa. Ombi hili limetoka kwa walimu wetu wa Mahadi Imam Shafi, limetoka kwa vijana wetu, jamii ya Mahadi Imam Shafi kwa ujumla, wameomba ombi maalum kwa mgeni rasmi ambaye ni Sheikh Ibrahim Taha. Wameona dhamira yako, nia yako, mapenzi yako kwa chuo hiki, sasa wakasema hapana, yupo karibu sana na chuo hiki, lakini tumkaribishe zaidi, awe karibu zaidi na chuo hiki. Wamekuomba bwana, kwa ujumla hawa watu wote uwe ni mlezi msaidizi wa mahadi mamshafi ushirikiana na mudiri wetu hapa wa markasi. Ninaamini kwamba ombi hili utalipokea kwa mikono miwili, hasa ukizingatia Shekhe Ibrahim Toha yeye ni mmoja wa wanafunzi wa mahadi mamshafi. Amepitia mazingira yote haya na mara kwa mara tunakuwa naye anatufahamu vizuri. Kwa hiyo naomba umbili ulipokee kwa mikono miwili kuanzia hivi sasa. Kwa hiyo mimi tu niseme, baada ya mazungumzo haya, ratiba yetu ni ndefu sana lakini tutaikatiza katiza kwa sababu tayari tumechukua muda mrefu sana. Baada ya mazungumzo haya niwakaribishe katika mahadi mamshafi na kila mmoja mwenye nafasi yoyote, hii ni mahadi yetu mahadi yetu na ni mahadi ambayo kwa hakika miaka yote tumekuwa tukitengeneza jukwaa au daraja la mawasiliano na kila ambaye anayelingania katika kheri au mwenye kutaka kheri kwa ajili ya kunufaisha umma. Wabillahi tawfiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaykum wa rahmatullahi ala wa, wa wabarakatuh.